Wito wangu kwa siku hii ya leo ya ukombozi wa bara la Afrika ni kuhamasisha wavujajasho wote tuungane, kwakute tulipo, ili kujipamua na kujikomboa katika hii minyororo kandamizi tumekuwa nayo, ili kuokoa bara letu la Afrika, kutetea hawa wanawake, kwani katika kwa mfano tukichukulia mapambano yanayotokea huko DRC, waasirika wakubwa ni sisi wanawake wa hali ya chini, ni wanyonge, ni watu ambao wa matabaka ya hali ya chini kabisa ndio wa ambao wanapata wanapitia haya mazira, wakina mama ndio wanaopata a changamoto. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuungana na kushikamana kwa pamoja, ili kuvunja hii minyororo kandamizi ya ubebaji misita kujikomboa uh, ili angalau madhila ya maadhimisho haya. Siku ya ukombozi wa Afrika ni siku ya kihistoria ambayo kimsingi ipo kwa ajili ya kuwaleta pamoja wa Afrika kwa ulimwengu mzima, ndani na nje ya bara la Afrika, lengo likiwa ni kuja uh, kwa tafakari juu ya hali na mustakabali wa jamii za Afrika ndani na nje ya bara hili. Kimsingi, kihistoria siku hii ni matokeo ya kuja pamoja kwa wapigania uhuru kwa maana ya vyama vya ukombozi na serikali za awali huru eh, katika nyakati za ukoloni mkongwe. Lakini baada ya hapo, imeendelea kuwa ni siku ambayo inaokusanya Waafrika pamoja ndani na nje ya bara la Afrika ili kujadili hali yao kwa nini wako katika hali hiyo na ni kwa namna gani hali waliokuwa nayo ina mahusiano na historia yao, lakini muhimu zaidi ni kwa namna gani wao kama jamii ya watu wanaweza e, kutengeneza namna, kwa maana ya mbinu, lakini pia mikakati ya kujaribu kushiriki katika mchakato wa mapambano ya kurekebisha hali hiyo ama kuondoa kabisa hali hiyo ambayo kwa namna moja ama nyingine, kwa ujumla wake, inatajwa kuwa ni hali ya mahusiano yasiyokuwa sawa baina ya jamii za watu wa Afrika na watu wengine wa jamii nyingine za ulimwengu, ni kitu cha kihistoria, kwa maana ya kwamba ukijaribu kudodosa katika historia miaka 500 iliyopita ama la, sisi watu wa jamii za Afrika kwa namna moja au nyingine tulivamiwa na jamii nyingine za ulimwengu, hususan watu kutoka Ulaya Magharibi. Na kutoka kipindi hicho jamii hizo zimekuwa zikinufaika na utajiri na rasilimali zilizokuwepo katika bara letu, lakini zaidi ya hapo zimeshiriki kwa kiasi kikubwa si tu kutweza utu wetu bali kupora hata historia yetu hususani historia njema ya kwetu. Lakini pia zimeshiriki kwa kiasi kikubwa kutufukarisha, lakini pia kutudunisha kama jamii ya watu kwa makusudi, ili wao kuendelea kunufaika na hali uh, ya, ya, ya hali, lakini pia fursa hasa za kiuchumi katika bara letu. Mahusiano ya bara la Afrika kwa maana ya nchi za Afrika ama watu wa Afrika kwa jumla, jamii zingine, yamekuwa na sifa hiyo kuu, ni mahusiano yasiyokuwa sawa, lakini zaidi ni mahusiano ya kidunyani, kwa maana ya kwamba sisi kwa namna moja ama ya pili tumekuwa si watu wenye kuamua mustakabali wetu. Hatuna kauli katika uchumi, hatuna kauli katika biashara, hatuna kauli hata katika masuala yanayohusu siasa zetu za ndani, kwa maana sovereignty, uhuru wetu. Na kwa kiasi kikubwa eh, katika historia yetu, wale viongozi wetu ambao walijitokeza mbele kwa ajili ya kurekebisha ama kukomesha hali hiyo walishambuliwa na wakapewa msukosuko, na tunao mifano mingi isiyokuwa na idadi toka wapigania uhuru wetu, lakini pia hata viongozi baada ya uhuru eh, waliojaribu kuja kwa ajili ya kukabiliana ama kuja na mifumo mbadala, wengi wao walishukiwa na mamlaka hizo hizo ambazo zilitupeleka katika mifumo ya kandamizi. Mifano yake mifanoyake na Kwame Nkrumah ambao walipinduliwa kwa, amba wali kwa ushiriki wa serikali ya Marekani, lakini pia wakina Patrice Lumumba waliuawa na kuchinjwa mfano akina Thomas Sankara hata Mwalimu Nyerere mwenyewe pia hapa alipata misukosuko sana, hususan baada ya kutangaza Azimio la Arusha, ambalo kimsingi ilikuwa ni dira ya kujaribu kuseb, kujenga mifumo mbadala, tofauti na mifumo ya mahusiano ambayo ni ya kinyonyaji. Kwa hiyo hii ni historia ambayo sisi tunakusanyika, hususan wa Afrika ambao tumeachwa kabisa na mifumo ya sasa iliyokuwepo, kwa maana ya vujajasho watu wa tabaka la chini kabisa ambao sasa hata baada ya uhuru wa mataifa yetu tumeendelea kuwa nyuma. kwa tunadhani sisi, ukombozi timilifu wa bara la Afrika kwa kiasi kikubwa washiriki wake watakuwa ni tabaka ile wavujajasho, kwa sababu hasa ndio wanaokutana na madhila yote katika mifumo misko, hii kandamizi. Kwa hiyo siku hii kipekee ni siku ambayo wavujajasho wote ndani ya bara la Afrika na watu wa, wenye asili ya Afrika walioko bara la Afrika wanapaswa kuja na tafakari ya moja, lakini pia kubadilishana uzoefu miongoni mwao juu ya namna gani wanaendesha mapambano kukabiliana na mifumo kandamizi kiuchumi, kijamii, kisiasa, kihisia na kiroho. Kwa hiyo nyingine, tatizo msingi ni moja, nalo ni uwepo wa mifumo isiyokuwa sawa ama mifumo ya kinyonyaji baina yetu sisi na washirika wengine wa ulimwengu, ndiyo inayopelekea hivyo. Je, zipo sababu za ndani zinazopelekea? Je, wapo washirika wa ndani wanaopelekea hayo? Ndiyo, wapo, lakini hata washirika hao kwa kiasi kikubwa ni watekelezaji tu wa fikra, sera na matakwa ya mifumo hii inayodhibitiwa na kuongozwa na mataifa yenye nguvu. Mimi ni John Hannibal o uh, mkongomani na leo ninapatikana hapa Dar es Salaam au awapenzi uh, maendeleo ya Afrika, na ni kwa hiyo tuliona wakati waliua uh, watu kama wa Kadhafi na wengine wa leaders wa leader wa, wa Afrika ambao walikuwa wakitaka Afrika isimame, Afrika isonge mbele, na sisi tunawaza kama uh, ni muda wa kuika sablo watoto wa Afrika, tuweze tena tukifikiri sema namna gani tunaweza kufanya ili tuweze kujua kwa nini wale watu ambao walikuwa wakipigana ili tuweze kupata mabadiliko ndani ya, ya bara letu la Afrika waliweza kuuawa ku, ku, na wale magepari. Na hiyo tunajua kama uh, wale magepari hawataki waone, uh, waone Afrika ikishimama, hawataki waone Afrika ikienda mbele, ni yani. Kwa hiyo utaona nchi kama Kongo, nchi kama uh, uh, Libya, waliweza kufuatiliwa na kuleta hata vita ndani ya wezi mainchi, kwani walikuwa wawataki Waafrika wa waweze kushimama, na ni kwa hiyo tuko hapa leo ili tuendelee tukionyesha uh, kama Waafrika hawakae uh, kimya, wakati hiyo hiyo uh, uh, makundi za uh, wagepari wanaendelea kupanga mbinu um, fulani fulani ili waweze kunyamazisha wa, watoto wa Afrika ili wasikuwe na mabadiliko ndani ya nchi zao uh, wito wangu Uh, uh, ni kusema kama uh, Waafrika wanapasha fungua wa macho. Waafrika wanapasha jua kama hakuna mtu mwingine ataweza kuja hapa Afrika abadilishe uh, maisha yetu ambayo tunaishi leo. Tunaona vita ambayo inapatikana Kongo, tunaona hali uh, uh, uh, mbaya ya, ya, ya ambayo inapatikana nchi uh, nyingi ndani ya Afrika. Tunawaza kama kila mtu anapasha ikaa aweze kuleta kitu kidogo hapo. Tunaona hata wanasiasa wa, wa, wa, wa, wa ambao na wana, wana, wana ikiwa waweze kujua kama hakuna mtu mwingine atabadilisha Afrika. Hiyo wakati kidogo wanaokuwa nao ili waweze kuongoza nchi zetu, inaomba ikuwe wakati ambao wanatia juu Afrika iende mbele, lakini sikuwe wakati ya kwanza kupora mali ya nchi ama mali ya raia kunakuwa uh, raia nayo inapasha jua nini tunapasha fanya, kwani kila mtu anakuwa na kitu ambao anaweza kufanya ili Afrika yende mbele. Ni wakati ambao tunapasha jenga amani, ni wakati ambao tunapasha jenga umoja, kwani hakuna kitu tutafanya kama hakuna umoja. Waliwahi kututilia hiyo ma, uh, maboda ama uh, mipaka ili iweze kutukugawanya, lakini sisi tunawaza kama ni wakati wa kutia ndani ya kichwa yetu kama hiyo mipaka haina fasi, lakini uh, ni umoja na tuliona Kadafi akitukumbusha hiyo kitu, kwani alikuwa anajua nguvu ya umoja, na ni kwa hiyo tunaendelea kuita Waafrika wote waweze kupambana kwa umoja, waweze kujua kama, uh, revolution ni kitu ambayo inaweza kutokea kwa mtu binafsi, ili iende kwa watu wengine wote, na tuone Afrika mpya kesho.